Kwa jina mimi ni Joseph James Mahilla ni metrolojia mkuu kutoka maabara ya taifa ya metrology ambayo iko shirika la viwango Tanzania. Ah, tunakuja hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na umuhimu wa ugezi au calibration kwenye sekta ya afya, na tukiongelea kwenye sekta ya afya tunagusa katika viwanda vinavyotengeneza madawa yani, pharmaceutical industry pamoja na maeneo yote yanayotoa huduma ya afya kama hospitali, vituo vya afya pamoja na zahanati. Ugezi kama mwenzangu alivyotangulia kuelezea umuhimu wake, ni kitu cha muhimu sana katika nyanja mbalimbali. Tukiangalia kwenye maeneo ya hospitali, takwimu mbalimbali hupimwa kutokana na vipimo vi, vi, vi mbalimbali ambavyo natolewa kwenye hospitali, na hizo takwimu ndio kitu cha muhimu ambacho kinamsaidia daktari kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tukianza na kitu cha muhimu zaidi kwenye hospitali tunaanza na na ugunduzi wa, wa, wa ugonjwa au utambuzi wa ugonjwa. Unapokwenda hospitali, lazima wachukue vipimo ili waweze kujua kwamba wewe unasumbuliwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo katika vitu vyote hivyo vipimo mbalimbali vinachukuliwa na, vip, na vipimo hivyo vinatokana na vifaa tiba. Kwa hiyo kama kifaa tiba hakijafanyiwa ugezi, maana yake kwamba hayo matokeo ambayo yatatolewa yanaweza yakawa si sahihi. Maana yake kwamba unaweza ukapewa ugonjwa ukaambia kwamba una ugonjwa huu, kumbe hauna ugonjwa, kwa sababu tu ya kifaa kile ambayo kimetumika hakikuhakikiwa kama kinaweza kutoa majibu ambayo ni sahihi. Jambo la pili ni katika utoaji wa matibabu, daktari atakuandikia, utakwenda maabara, utapimwa, ya sampuli ambazo zimepelekwa zitapimwa, alafu matokeo yataletwa kwa daktari. Kwa hiyo daktari atategemea majibu yale ambayo amepata kutoka kwenye maabara, kwa hiyo ataangalia na atafanya maamuzi. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi kati ili ku, ili kutoa matibabu anategemea majibu ambayo yametoka kwenye maabara. Hivyo basi kama maabara haijafanyiwa uhakiki wa vipimo vyake kama vinasoma kwa usahihi, maanake hata daktari atatoa utabibu au dawa bila kuwa na uhakika, kwa hiyo inaweza ikaleta madhara kwa, kwa mgonjwa na steji ya tatu ni usalama wa mgonjwa. Vile vile, kama dawa ameandikiwa mgonjwa kwamba atapewa labda miligramu kadhaa ya dawa, kwamba unatakiwa unywe vidonge viwili, ambayo unatakiwa labda uwe na miligramu elfu moja kwa maana kwamba ni 500 miligramu vidonge viwili, lakini matokeo yale ambayo aliyapata kutoka kwenye, kwenye maabara hayako sahihi, maanake atamwandikia dawa bila kuwa na ugonjwa. Maana unapewa dawa, utakwenda kutumia wakati ugonjwa huo hauna, kwa hiyo itakuleta madhara kwako. Au ukapima ukaambia kwamba huna ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa, na kwamba utaendelea kuugua, ukisema kama nimeenda hospitali, nimepimwa sina ugonjwa, lakini kumbe tatizo lilianzia kwenye vifaatiba, vilitoa majibu ambayo hakuwa sahi, hakuwa sahihi. Jambo jingine ni katika kufuatilia mwenendo wa mgonjwa mfano BP, mgonjwa anakuwa amelazwa pengine hapo, au mapigo ya moyo akiwa amelazwa, huwa ona, wanaendelea kumonta mgonjwa enda, wanapima kila baada ya muda, wanapima wanaangalia. Sasa kile kipimo kama hakiko sahihi, maana yake wanaweza kaamua uamuzi ambao si sahihi kwa ajili ya mgonjwa huyo. Kwa hiyo hilo nalo ni dhara mojawapo la, la kutokufanya ugezi wa vifaa tiba lakini kitu kingine ni kuaminika kwa, kwa huduma ambazo zinatolewa na hospitali fulani. Maana yake kwamba mimi nikienda kwenye hospitali nikapimwa nikapewa dawa nikaenda nikatumia nikapona, maana yake kwamba nitaamini hospitali hiyo inatoa majibu yaliyo sahihi. Wameenda wamesema ninauma kitu fulani na kweli nimepewa dawa nimetibiwa na nimepona. Kwa hiyo maana kwamba kumbe wanafanya ugezi, itakuwa ninaamini kwamba hiyo hospitali fulani inatoa ambayo ni, ni sahihi. Kwa hiyo ugezi unachangia kwa mambo mengi kwa namna hiyo. Lakini madhara ya kutofanya sasa calibration vile vile ni kwamba unaweza ukapata majibu ambayo si sahihi kwa mgonjwa, na hatimaye mgonjwa huyo kwa sababu nimeambia sina ugonjwa nitatoka hapa, ninaumwa, alafu kesho tena nitaendelea kwenda sehemu nyingine kutafuta suluhisho la ugonjwa wangu lakini kumbe hapa kulikuwa na tatizo, hawakufanya ugezi. Kwa hiyo nitaendelea kutoa fedha, kuharibu uchumi wangu kwa kufuatilia, kwa sababu kumbe hakufanya calibration. Lakini vilevile vile hata madhara mengine ambayo yanaweza katokea ni kukosa kuamini. Sasa kwamba nitakuwa siamini kwamba hospitali imeenda hospitali fulani, kama nilienda mara ya kwanza nikapima hakuna alafu nikaenda sehemu nyingine nikapimwa nikaonekana na ugonjwa, manake nitakuwa siamini tena katika hospitali ambayo nienda. Mara ya kwanza pale nimeambiwa sina ugonjwa, lakini mbona huku nimeambiwa ninao, alafu nimepewa tiba nimepona. Maana kwamba nitakuwa siamini tena hospitali fulani au eneo fulani kwenda kupata huduma. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya muhimu kwamba ugezi ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kitu cha muhimu zaidi, Shirika la Viwango linatoa huduma ya ugezi katika maeneo mbalimbali ambao tuna umahiri na tumepata ithibati kutoka shirika la kimataifa SADCAS na ithibati katika maabara zaidi ya, ya saba ambayo tumepata ithibati na tunatoa huduma ya ugezi ambayo ni sahihi imeangaliwa kwa jicho la tatu. Kwa hiyo ni wasihi wananchi pamoja na watumiaji mbalimbali wa vifaa tiba kuhakikisha kwamba wanaleta vifaa vyao shirika la viwango katika maabara ya taifa ya ugezi, ili wafanyiwe vipimo ya vifaa vyao na hatimaye wawe na uhakika wa huduma ambao watakuwa wanaitoa. Na washukuruni kwa majina, naitwa Clara Lauren Mwinami, ni afisa ugezi. Uh, katika maabara ya urefu na kimo. Um, leo tuko hapa kwa ajili ya kuelezea umuhimu wa ugezi katika sekta ya afya. Kwanza nitaanza kwa utambulisho tu, ili wote tuweze kujua nini maana ya ugezi na nini maana ya metrolojia. Kwa kwa ufupi uh, metrolojia ni sayansi ya vipimo, na katika sayansi hii ya vipimo yenyewe ina makundi matatu. Kundi la ta, kundi la kwanza ni um, vipimo ambavyo vya kisheria, kwa lugha ya kigeni tunasema legal metrology, ambavyo wenyewe tuna hakiki uh, vile vifaa vyote vinavyohusika katika upimaji kwenye biashara uh, na lengo kuu ni katika kumsaidia mteja kupata vile vipimo sahihi, ili kumsaidia yule mlaji wa ambaye ana, anapata faida kwenye hizo biashara ambazo zinafanyika lakini kundi la pili ni vipimo vya kisayansi, yenyewe inahusika sana sana na kufanya tafiti katika vifaa na vizio vya vipimo. Um, tunavyoongelea vizio uh, kwa upande wa uzito tunaongelea zile kilogramu, tunavyoongelea um, upande wa urefu tunaongelea mita. Hivyo ndivyo vizio ambavyo pia vinahusika vina, katika kundi hilo la pili la kisayansi. Na kundi la tatu la vipimo uh, tunaita vipimo vya viwandani ambapo, uh, yenyewe tunafanya uhakiki wa vifaa ambavyo vinafanya um, vipimo katika shughuli zote za viwandani, vile vifaa ambavyo vinatumika katika viwanda kwa ajili ya kupata usahihi wa vipimo hivyo. Na hapa Tanzania katika kundi la kwanza la vipimo vya kisheria linasimamiwa na wakala wa vipimo WMA, na katika makundi mawili ambayo yamebaki, kundi la kisayansi na kundi la viwandani uh, vipimo hivyo vinasimamiwa na Shirika la Viwango Tanzania. Sasa sisi kama Shirika la Viwango Tanzania tunafanya kazi ya ugezi katika kuhakikisha usahihi wa hivyo vipimo tunafanya ugezi. Ugezi ni nini? Ugezi ni ulinganifu wa vipimo katika kifaa kile ambacho kina kiwango au usahihi unaojulikana na kifaa pimwa kwa lugha ya kigeni, tunasema uh, measurement. Lakini uh, katika ugezi mbali na kutusaidia kupata usahihi uh, wa vipimo, lakini pia ugezi unatusaidia katika kufanya maamuzi. Tumeona tunatumia uh, vifaa katika kupata vipimo mbalimbali mbali. Sasa kupitia ugezi tunaweza kufanya maamuzi ya kujua kifaa unachokitumia, je, yeah, unatakiwa uendelee kukitumia au unatakiwa ukibadilishe baada ya kujua usahihi wa vipimo vyako. Lakini pia kupitia ugezi um, una, unaweza kupata ithibati kwa lugha ya kigeni tunaita accreditation. Um, kifaa ambacho kinafanyiwa ugezi na ukipata, um, ile cheti cha umahiri utaweza kupata ithibati. Kwa kumbe, ugezi uko katika mapana makubwa sana na una umuhimu mkubwa sana um, lakini kwa leo tunaongelea umuhimu wa ugezi katika sekta ya uh, afya na nimkaribishe Mr. Mahilla aweze kutuelezea umuhimu wa ugezi hasa katika sekta ya afya.